Lakini haoni kama ni ni ni ni shida, kwa maana hata kwa kwa kwa kwa maana, sababu sababu tu tu ya maneno maneno ambayo kuhusu habari. Kwa hiyo mimi sihitaji kumwambia maneno mengi, nahitaji kukaza kweli. Mke mke wangu wangu, sikiliza, nakupenda sana na naoa mke mwingine si kwa sababu una mapungufu. Ujinga, tamaa zangu za za ndo zinafanya wewe, well uko kabisa mbele za Mungu vizuri. Mwanamke huwa anaamini, ukioa ni kwa sababu unaona weaknesses kwake ndokujua Mungu hivi itakuwaje? Ita ataniletea nini huyu mwanamke sasa? Atanigombanisha na mume wangu? mimi nitaachwa, mimi nitachukiwa, ndio anachoogopea. Lakini ukiweza kuprove kwamba no, yale yote uliyofikiria hayapo, anasema hata ukitaka ongeza wengine al... elfu moja anaamini daktari, ishi naye katika ukweli na uwazi, ambao mwenyewe atakuwa naamini kwamba mke wangu ana mapungufu yake mengi sana ila kwenye usharati hayumo. Ukiweza ku prove kwanza la kwanza hilo, unapata nafasi ya kumbana mke wangu. Pia unataka nioe, unataka nioe, sasa nianze ni kufanya usharati. Uhum. Mm -hmm. Lakini wakati huo huwezi kusema hivyo, amesha kufumania mara mbili mara tatu. mm -hmm. Kwanza utakapo kusimama katika usawa mwenyewe, anasema ukweli huu, sio masharti kwa sababu mke wangu anataka nioe, kwa utaki nioe nifanye usharati, lakini sitakapo tayari ni msharati, alafu sema ndoka uoe, unaona kama ku usiweza kuoa kinyume na mm, na sheria huko, unaona wa kitu gani? Ila kama anaamba kweli umenyooka. no. daktari, unaamini kwamba hakuna ndoa ambayo iko straight kabisa? Kwa maana ya vipi? Yani hakuna hata mtu anaenda nje? Ndoa kama hizo zipo, mm, na zipo, naamini zipo, japo ni chache sana. Zipo, wapo wanaume ambao anaweza akasema pamoja na tamaa zangu zote, Let me kwa sababu naheshimu mke wangu, naheshimu jamii, namwogopa Mwenyezi Mungu wangu, inaweza. Lakini narudia tena, ukioa zaidi ya moja, wawili, watatu, wanne, kuwatosheleza mahitaji ya kibinafsi kila mmoja anaweza kuyatosheleza kwa nafasi ya au nasema hapana, lakini unachukua mwanamke wa aina gani? Ukichukua mwanamke ambaye yuko radhi, yuko maridhia, chochote kulingana na uwezo ulionao, unawatosheleza. Ni ugali na sukuma ule ule, lakini unaweza kwa na mke mmoja ukampa na kwa kwa huduma, na kwa na mke mmoja ukampa mapizza n pmban vilevile, kuwatosheleza katika misingi ya huduma. Naamini kila mtu anaweza, muhimu na chakula kila mmoja ale kwa namna anaona uwezo wako ulio nao, na mambo mengine kimwili, ki, ki, na mengine. yes, ni uwezo binafsi. mm -hmm. Kuna kitu Dr. Mwaka amekizungumza, naomba nikiweke sawa. mm -hmm. Amezungumza kwamba kwamba walioumbiwa ndoa nyingi ni wanaume na hasa wanaume wa Kiafrika, lakini sasa hivi pia kuna wanawake na wenyewe wanakuwa na watu wao mimi nataka nijibu watu aliyeolewa na aliyeoa wa. Wengi wao sio yule mwanamke alikuwa kikuitaji, yaani ukiangalia kwa asilimia kubwa kaina ya mm, kaina ya aina ya mwanaume kama daktari mwaka, sikutaka aina ya mwanaume kama Rashid. Mimi nilikuwa nataka aina ya mwanaume fulani, kwa hiyo inafika ndani ya nyumba yale mapenzi hakuna, hicho kinaweza kuchangia mwanamke akatoka nje ya ndoa akaenda kuku, kuku, kufanya tendo na mwanaume mwingine ambaye anaona huyu mimi ndio na vitari, lakini pia zote kwa dakika tano. Sidhani kama kama kama kama mwanaume anaweza kurudi kwa mwanamke aliyekuwa naye, atakwenda kwa mwanamke mwingine. Sasa hiki ni kiasi kikubwa kinachochangia wanawake kutoka kumwacha mume wake na kwenda, lakini kitu kingine kikubwa kabisa, ambapo sasa hivi baadhi ya wanaume wengi, nguvu za kiume imekuwa ni tatizo kubwa sana, na mkuta kijana ana umri wa miaka thelathini na, na tano arobaini Sasa inafika hatua nyumba nyingi zinaathirika kwa mambo mengi, wengine wanakinaiana kwa sababu ya ugomvi apa wanaotokea kwamba nimeolewa na mwanaume sijampenda, nimemua mwanamke ambaye sijampenda. Kwa hiyo migogoro ya ndoa na yenyewe inakwenda kupunguza ile, Naam. ile spidi ama raha ya upendo ndani ya nyumba. Watu wachache sana ambao leo hii hata akigombana anaelewa huyu ni mume wangu na huyu ni mke wangu na wakaendelea katika ndoa, mwanamke hajui haki zake ni zipi, hajui wajibu wake ni upi, na hasa hajui wajibu wajibu wake wake wake, ila anajua anajua kudai kudai haki haki zake na mwanamume. Hajui kutimiza wajibu wake, ila kudai haki zake na mwanamume. Mimi nachofahamu ni kwamba kwamba wazee wetu kwa zamani walikuwa wanauzesha watu hata, lakini kwa sababu mwanaume anajua wajibu wake, ameenda kufundishwa cha ndoa, kwamba inabidi umpende mwanamke umtunze, umlinde, umhudumie. Akitimiza yale, mwanamke automatically utampenda huyu mwanaume, kwa sababu anayafanya yale ambayo anastahili kuyafanya na mwanamume